Hamsini na tatu mstari wa kwanza hadi wa tisa. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta, na mkono wa bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mchemololo na kama mzizi katika nchi kavu, yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani alizalauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao, alizalauliwa wala hatukumhesabu kwa kitu. Hakika amechukua masikitiko yetu, amejitika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa lakini alinyenyekea, wala kufunua kinywa chake, kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni no na kama vile kondoo anyamazavi mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa kutenda jeuri wala hapakuwa na jila kinywani mwake. Baba, katika jina ya Yesu Kristo wa Nazareti, yaliehayi uinuliwe, mfalme tukuzyenika niko uliye hai milele, uliyechubuliwa, ulioonewa na kuzauliwa, ili umpate mwanadamu kumtawa kwenye vifungo vya dhambi ceobanisya, alfa na omega, na kuita jioni leo, itie neno hili mfalme

kifungwa na kuokoa, simame kama punda tu, bali neno litoke kwako, yenye uwezo wa kuokoa na kufungua wengi na kutukuza, maana upo umetenda. Katika jina la Yesu Kristo kiomba na kushukuru, wote tuseme amen. Amen. Sema amen. Amen, haleluya. Tumbe wangu jioni, leo alichubuliwa alionewa kwa ajili ya makosa yetu alichubuliwa alionewa, sudi la kuonewa sudi ya kuchubuliwa ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Wengi wanasoma kama hadithi kwamba Yesu alienda msalabani, na wengine wamebandika na bandika sijui hapa kaanguka kapanye nje. Ile ilikuwa ni kazi ya Mungu kumtoa mwanadamu kwenye vifungo vya dhambi alijitoa dhabihu, alijitoa sadaka ili mimi na wewe tuondolewe kwenye vifungo vya dhambi, tuondolewe kwenye miungu. Maana alichubuliwa, alionewa, tena alinyamaza kimya. Aliyekuwa Mungu, mwanadamu ndio anayemfanya hai, lakini amenyamaza ashindani, na angenyosha hivi mkono wote angeanguka cha na kupa, hapo hakunyosha kidole wala kulipiza kisasi. Alisema mfanya kazi aliyoitia ulimwenguni, tafuta roho ya mwanadamu iliyopotea nyeukati si ani aliotezi na mbingu, mimi na wewe tuokolewe. Alionea mwana Mungu aliye juu alikubali kuonewa na kuzaliwa. Ndio maana asema hivi, tukimtazama hatuoni uzuri wake hatuoni kwamba anatufaa kwa sababu ya kazi aliyopita na mahali na njia aliyotembea. Hata saa hizo ukihubiriwa, hauoni uzuri wake. Kwa hiyo toka kwenye uchawi, unaona yani, kutoka kwenye uchawi ni kama utapoteza kitu cha sanaa, hauoni uzuri wa kwenda kwake. Maana hata alivyokuwa anaonekana kwa wanadamu ni kama hana uzuri, hata ukimwambia malaya, hata malaya, hata unayomwambia ni ya upuzi. Ndivyo anavyoonekana mwana wa Mungu kwa wanadamu waliochini ya mbingu, wanamwona kama upuzi

Popo ziliinuka kwamba tumtaki tunamua. Yaani wao wanarudia maigizo, yale ambayo alifanya. Haonekani kwa maana mzuri. Hata mtu akikaa akasikiliza inji. Yaani ni hata kabisa mimi mta. Nimetumainishiwa haya na haya. Eh? Baba kaniacha era. Hapo nikienda kwenye vikao kule wananiambia nikitekeleza haya na haya, utanifanyia haya. Sasa niende fanyaje kwa huyo Yesu? Maana hana uzuri. Akili ya mwanadamu haiwezi kaona uzuri. Maana alichubuliwa, alionewa, anaonekana ni mtu wa masikitiko, anaonekana ni mtu asiyefaa. Umenia maefa sana na ni aliye salamu na nasi wanadamu wote. Ukiingia kwake utaona uzuri wa Yesu mayoni, akiingia simba kabila ya Yuda, anaonda adabu kwa mwanadamu, anafanya kazi iliyomfanya ende msalabani. Ukiambiwa hivi utaingia, uwezi ukaona uzuri

hilo hapo ndiyo. Anasema Yesu gani huyo? Hata yeye amesema Isaya hamsini na tatu kwamba yeye hana uzuri, hata ukimtazama kwa akili zako haonyeshi taumbo kwaya hakutamanishi. Laiti leo ungefunguliwa wanadamu, nata hasiana ubora uzuri katika macho yako ndani ya Kristo utaona mema, utaona usalama wnasi ndani ya Yesu, kiaro na mwili. Wewe unahubiriwa mengi, maana anasema ni nani aliyeziamini habari zetu? abaituzoziletagarianii watu ndani ya mioyo wataki kuamini habari za Kristo, ila mdomoni anataja Yesu, ila imani wamekataa kumwamini huyo Yesu anayetaja mdomoni, hawataki hizo habari za hawaoni uzuri, nisipite sasa. Nilifungwa safi tena, nilitimbua mazindiko, nimezindika nyumba yangu tena, wanasema ti watimbue. Isiende, ni mambo yao kwenye dini, sisi tunasali tu. Unaendelea na mambo yao kwenye dini, sisi hatufuatiliani hivyo, na moja ni siasa. Unajua mambo ya kufuatilia na kufuatilia na makosa sio mazuri, tumwachie Mungu. Wanadamu haoni uzuri kwa yule ambaye ni mwokozi wa nafsi zao

nafahamu si biashara. Unadhani mimi ndio baba nitasemesha kwanza? Wanaangalia muonekano wake huyu, na sisi ni hasi na chanya iliyomo ndani mwako wewe, malaya nalioko kwa kijana, hey, malaya malaya na malaya

Kusudi lako achukue makosa ya wanadamu, uovu na dhambi. Sawa wanadamu. Lakini ukisikia habari zake ni kama mbaya. Kitako fahamu hizo nazo hizo unajua dini yako. Na mtu akienda kwenye dini haambiwi wa acha uchafu. Wanaambizana hivi tupendane. Tusisemane vibaya jamani. Tumwache Mungu atakaye hukumu. Hata Mungu hawana. Mungu anasema ukahubiri Injili kwa kila kiumbe. Mnahubiri wapi sasa tangu maacha uzinzi? Hata Mungu Yesu tumwachie Mungu. Mwachie Mungu wakati Mungu amtuma Yesu na Yesu anachukua kwa. Na yumo ndani. Tuache Mungu tu. Wanaenda kwa msimbe, wanasema tunafanya ibada, ana watoto tu hawana baba. Hao maambi na hao watoto nipata ah. Mwache. Mungu ndiye atasimama. Sio kukufuatiliana, sio kuzuri. Sasa kiambiwa hizi habari ambazo hiyo saa Kristo kumtoa mtu kwenye dhambi, lazima one ni mbaya. Kulingana na yale alionayo moyoni sio ya Kristo.

anataka nunue bufa anachagua bufa anayotaka yeye iyo, akimhurumsa mle mazongo zongo, anataka wewe. Sasa tukija kwa Mungu, sio naye, anataka wewe, anataka anataka, baba, anaita baba eh! Mwanadamu anaingia kwake ili ajue mapenzi yake, akatembea na mapenzi ya Muumbaji, sio Ndiyo maana wanadamu wengi hata kisikia hii bizi habari, sikia mimi na kuna mambo naye anayotaka yeye. Hapo analinganisha na mambo ambayo anamwambia Yesu anaona mabaya. Kwanza niombe ombe kila siku mateso. Nani hao akili zao? Simefuzi. Tunaambiwa akili ziko sawa sana. Kila siku kuomba. Hawachoka kesi. Dini zingine nzuri kweli. Kila siku naenda tuba. Kila siku naenda kwenye gongo zako. Kanisani Asubuhi umemaliza unatoka hapo, unaona mambo una yako nayo. Kuna ibada ya asubuhi na shughuli zako, unasali haraka, unaenda kwenye duka lako, unaenda kwa malaya, mko elewana, unaenda kwenye pombe, sali sali. Hayo ndio mwanadamu anayotaka yeye. Na kwa sababu mwanadamu huna wokovu, mambo unayotaka hayawezi kukuokoa. Hata mambo inayotaka dini yako hayawezi akakuokoa. Wokovu kwa mwanae

ikaenda kanisani, amesimama mhubiri anafundisha, afundishaa, ukipenda mme kuliko Mungu kumfai, asema huyu Mungu gani tena? Mama mambo sisi wa Mungu na ufahamu wako mwanadamu, ko chini sana. Amesema mawazo ya mwanadamu yako chini sana, na akili yake ko chini sana. Anasema mawazo yake aliyetumba yako juu sana, kama unavyotazama mbingu

Ah, kumbe Bwana anamwelekeza mwanadamu atoke kwenye kile alikuwa anafahamu. Mimi nilijua mama ndio kila kitu, shida zangu zote nimwambie yeye, alafu naambiwa tena nikipenda mama kuliko yeye aliyeniita, huyo habari zake hizo tena, simsaidii ukipenda mke sasa, ukipenda mtoto sasa nitapenda, na wewe ndio unajiuliza, hana uzuri Kimtazama kwa fahamu zako, ana uzuri. Ukiingia kwako kwa, utaona kwa uzuri wake, utaona amani yake, utaona wana usalama, wanasi ako mwanadamu, uta utaona usalama, usalama wa ndoa yako mwanadamu, utaona usalama watoto wako. Ukiingia kwa Yesu mfalme wa uzima, ukikubali habari zako kaingia, utaona uzuri wake an, yaani kumbe, nataka chochote sipendi, mbele yeye, yeye ndiye anatengeneza mume wangu Umpende yeye, yeye atatengeneza watoto. Lakini kuelewa na akili hizo nazo, hizo za kula udaga, ugali wa udaga ule nafuu, hawezi kuelewa hizo baba. Kula chips na nyama choma za mbuzi hizi, unaona ujinga. Unaona kwanza nyama mbuzi zenyewe hizo, umeshakuipa hizo, haya ni za rushwa, alafu waambiwe kwa Yesu, ache rushwa. Unadhani utazikubali Yesu, nyama za mbuzi? Niwakuta Dodoma siku ya Jumapili siku ya kula nyama za mbuzi. Kuna mnada wa kula nyama za yani, wame, wame anyapu, mbuzi. Yaani wamete, wametenga eneo zinachomwa nyama zinachinjwa mbuzi siku hiyo. Siku ya kila Jumapili. Nyama zinawekwa mafungu mafungu elfu 20, elfu 40, elfu 60, elfu 80. Lakini kwa hiyo wanaenda watu na mahawala wamevaa vile vile. Ndio mahali pa kutoka. Sasa siku hiyo tumeenda na baba moja siku moja. Tumekaa hivi jirani sisi tunaenda kunua nyama hicho ndio nyumbani. Ninaongea li limoja li, li, li, li kijana na deni.

Akiingia huyu moyoni huoni kitu cha thamani wewe, saa hizi hizo akili zako hizo nazo, bila kuingia kwenye hizi habari uwezi ukaelewa wewe. Fikiria huyu anaona yale maisha kwa kula nyama za mbuzi. E, maisha yako kula nyama za mbuzi leo. Unapumua kwa sababu unakula hizo nyama za mbuzi, sio kwamba pumzi ameachia. Ufahamu umekamatwa wewe, hata kwamba nani amekufanya leo uwepo. Mtu ambaye hajakubali hizi habari za Kristo haelewi akiamka na kimbia tu. Habari zake kesho sio yake, mwenye kesho ni mwingine. Amesema tujui siku wasa, hata hatakaya kuja mwanadamu hata hatakuja kama mwizi

Wanafanyeje? Wakiita Pasaka ni wakati wa kufanya maigizo eti Yesu anateswa. Wanamjua Yesu wao wanavyofanya, wanalia, wanabebesana nini. Kuna moja asemaye yani, nililia. <laughs> mama mmoja mno naangalia, Yesu anavyoteswa, ameangalia masinema waliocheza, anasema Yesu ameteswa kweli, nimelia kuangalia. Mama kumbe walimchukua <laughs> simsemi huyo, haya ni maigizo hakuna aliyechukua picha. Nani angeweza kuchukua? ilikuwa na tisha inaogopesha. Wewe avundishwe Mungu aliyesanda mbingu na nchi aliyekuja aliye kuokoe mwanadamu, kuna mwanadamu akupiga picha? alikuwa alipata mmoja hapo memgoja anachapa fimbo, fimbo zenyewe zina miba, kwa hiyo akichapa hivi inatoka damu na maji na nyama, angekuwepo kupiga picha, anatembea na msalaba amebebeshwa kwamba tunaenda kusulubishwa pamoja na waovu waliochukua waovu hao, moja kulia, moja kushoto, yeye katikati, ambaye hana hatia, hana kosa. Hata Pilato aliwauliza, jamani, amekosa nini huyu mtu? mbona mimi sioni kosa lake. Hasubu we, hatumtaki, ndio unavyosema ndani ya moyo wako, haumtoki unasema usio hai nafsi yako henongegek angefunguliwa kama usalama nafsi yako humo ndani ya mwana wa Mungu aliye hai. kazi aeana msalaba atisa ni msikitisa we saa tisa kufa iliingia giza. Nadhani watu walikuwa na raha, na kwenye kaburi waliweka walinzi, eti wa mlinde, yani mlinde, muhakikishe anakufa.